Kwa pande mashirika ya umma ni sema mambo manne tu. Pande mashirika ya umma moja, tunaenda kuweka mfumo mpya na imara zaidi wa upimaji wa maendeleo ya mashirika ya umma kwa kuzingatia tija ya kiuchumi na utoaji huduma kwa wananchi. Kwa mambo ya umma na kuwekewa vi you know MNE, vigezo vipya vya upimaji kuhakikisha kwamba ni kwa kiwango gani wanachangia katika maendeleo ya uchumi na katika utoaji huduma kwa wananchi. Lakini la pili, kuweka masharti na vigezo kwa mashirika ya umma ya kibiashara kujisajili katika soko la hisa. Kwa kuna sheria mpya tunaiandaa, itazingatia mambo haya. Moja ni kwamba baadhi mashirika uma, ya mashirika ya umma tutataka yasajiliwe kwenye soko la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange, nadhani wengi mnalifahamu, ni kwamba ili Watanzania wapate nafasi ya kununua hisa na kumiliki mashirika haya, lakini pia unaongeza uwazi katika uendeshaji wake. Kwa hili linakuja la tatu ni kuweka masharti ya watendaji wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa, wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika ya umma nchini. Kwa hivyo huko mbele, kuanzia tarehe moja mwezi wa saba, sheria mpya ikipita hii ni kwamba e, watendaji wa mashirika ya umma utaomba, uta compete e, kama ni director general wa TANESCO utaomba kwa vigezo ambavyo vipo uta-apply, kama ni wajumbe wa bodi ndugu yangu unataka kuwa mjumbe wa bodi wa TISEZA si wa TPA si wa nini utaomba utapitia mchakato wa ushindani Watanzania wote wenye vigezo wataomba utafanyika utaratibu wa kawaida utachaguliwa kwa kile kinachoitwa competitive recruitment kwa njia ya ushindani na la mwisho eh, itaanza kuanzisha chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma kwa mashirika ya umma ya kwetu haya mengi yanaweza kufanya biashara kubwa lakini hayana mitaji kwenda kuanzisha eh, chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie hitimisho niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya sita, eh, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana, ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka, na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni nane na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za kimarekani bilioni hamsini ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Pili, kuimarika kwa usimamizi, ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia vigezo vya matokeo, kitu kinaitwa key performance indicators. Kwa hiyo kila wizara na kila taasisi ya umma itapewa viashiria vya kufikia na watapimwa kwa kuzingatia viashiria hivyo. Kwa hivyo tunakamilisha hiyo, tunapoanza kama sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa Dira elfu mbili na hamsini, kila sekta, kila wizara Itapewa specific key performance indicators na na mafanikio ya sekta itapimwa kwa kuzingatia viashiria hivyo. Na mwisho mashirika ya umma kuwa na tija zaidi kwa kuzingatia mchango wao katika uchumi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Ndugu zangu waandisha habari, kwa niaba ya wananchi, hayo ndio maeneo ambayo eh, tunakwenda kuyasimamia sisi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, na naomba niishie hapo.